Kilimo cha pilipili. Leo tutaongelea kilimo cha pilipili. Sasa kitu ambacho tunakuja kuongelea leo ni kitu kinachoitwa land preparation, au uandaaji wa ardhi kwa ajili ya kilimo chetu chao. Kama unavyoona hizi nioo ambazo ziko tayari kwa ajili ya zishapandikizwa kwa hiyo ziko katika hatua za ukuaji. Lakini sasa tuna hoho ambazo hizi tutakuwa tunakuonesha hatua kwa hatua, lakini tuna hoho ambayo tunataka tukuoneshe hoho ambazo unaona hoho hizi. Hoho hizi utaziona hatua kwa hatua toka zikikua mpaka kukomaa. Endelea kuwa nasi. Hiki ni kitaru hapa, kuna miche mia tisa arobaini na nane pamoja na midogo ukieka na ambayo bado haijatoka vizuri tuwayuku, tuna miche elfu moja ambapo tumekuja tutaizee kwenye ya matuta haya, ndio matuta. Kitu cha kwanza cha kuzingatia kabisa kwenye kilimo chochote kile ni ardhi, land preparations. Unaona, land preparation au uandaaji wa ardhi ni kitu muhimu kabisa na cha kwanza kabisa katika kilimo chetu cha hoho. Kama nilivyokuelekeza, tutakuonesha kilimo cha hoho oh, hatua kwa hatua. Pia tutakuwa na kilimo cha karoti hapo baadaye. Kama unavyoona mm, uandaji wa matuta kwanza, utapandisha matuta yako design kama hii. Baadaye naona matuta yalivyo yamepandishwa, kama matuta ya viazi, lakini baadaye tutakuja tutayaweka revo, ambapo tutapata mistari miwili ya oo oh, ambapo tutaretu au tunasema bed kwa Kiingereza, itakuwa namna hii. Naona bed preparation, uandaji wa matuta. Baadaye tutalitengeneza litakuwa kama hili. Naona kama yale pale yako katika uandaaji kwa ajili ya karoti, na huku ni kwa ajili ya ho. Kama nilivyosema, nitakuonyesha kilimo cha ho hatua kwa hatua, na hii ni hatua yetu ya kwanza kabisa ya uandaaji wa ardhi okay. Inaandaliwa namna hii. Kitu kitakachofuata ni kuitengeneza vizuri, tukisha maiza okay, kuitengeneza vizuri tutaweka mbolea, na mbolea ninayokuja kutumia ni samadi. Kwa sababu gani natumia samadi? Kwa sababu sina mbolea ya kutosha kuweka kwenye matuta yote. Kama una mbolea ya kutosha unaweza kutumia mbolea direct kwenye miche, lakini sasa kuliko miche yako ije haribika kwa sababu ukitumia mbolea nyingine kama vile vinyesi vya nyama kama vile ng'ombe, <coughs> mbuzi, zina tabia ya kunguza mimea kwa sababu zina high level ya potassium na madini yanayoathiri mimea, kwa sababu ni kali sana mpaka roots, na upate ule mchuzi wake, na mchuzi wake nenyewe una masharti katika kuitumia. Sasa kitu cha kwanza utakachokuja kufanya kama una mbolea ya kutosha na unataka kupandia mbolea, utatumia samadi. Tengeneza samadi yako iliyooza vizuri, unapata udongo kama ule. Ile ni samadi ya udongo, ile pale iliyooza, unaitumia hiyo katika kupandikiza kwenye mche. Hiyo inasaidia kwa sababu nimeshaifanyia utafiti, nimeitumia kwenye zile. Hapa kuna matuta ya aina mbili kuna tuta ambazo nilijiamua kutumia kwanza mbolea ya ng'ombe, ili nihakikishe, lakini nikaja kugundua kwanza inatengeneza mchwa. Unaona tuta hizi kuna mimea iliyoharibika au iliyoungua, kama hapo. Unaona hamna mmea, mmea wa hapo uliungua kutokana na mbolea niliyotumia ya ng'ombe. Hapa ne uliungua, unaona? Halafu hata hii baada ya kuonyesha hali mbaya, nikaamua kubadili, nikatoa, nikaweka samadi. Si unaona inaungua namna hii, mmea unakuwa namna hii, unaona, unakuwa namna hii. Sasa hii inaharibu mimea. Halafu kitu kingine cha kuzingatia, wakati wa kupandikiza usitumie mbolea nyingi sana, kwa sababu inaweza ikachoma mmea. Tumia samadi kidogo ya wastani kwa ajili ya kuweza kurahisisha hiyo mbegu kuwa na ukuaji mzuri. Halafu pia katika kitaru chako hakikisha una kitaru kizuri kiwekee mbolea ya kutosha. Alafu pia kama una booster, kifanyie mchakato wa kukibusti pia. Uzuri wa kukifunika kitaru chao, nichogundua ni kwamba kitaru chao naweza ukakitengeneza bila kufunika na manyazi, kuwekea kivuli au kaweka, lakini faida za kuwekea kivuli ni kwamba kwanza tuta lako linakuwa liko vizuri, linakuwa halina nyasi za kutosha, kwa hiyo mimea yako inakuwa sana. Unaona kama mimea mimea hii ina wiki mbili, hii ni wiki ya tatu. Unaona baada ya wiki moja tunakuwa iko tayari kwa ajili ya kwenda shamba. Mimea ya kitaru hii, unaona kitaru hiki kama nilivyokuambia, hapa kuna miche mia tisa arobaini na nane inakaribia kufika elfu moja ambayo itapandikizwa hapo unaona tapandikizwa hapo pia. Hizi zina mwezi sasa na wiki moja, kwa sababu zimemaliza mwezi zilivyokuwa kwenye kitaru kama hizi. Sasa hizi zina mwezi. Mche huu una mwezi, unaona, na unaona uko wa njano kwa sababu ulikosa mbolea wakati unapandikizwa, kati inaenda kuchukua mbegu hii. Lakini hii hii itakuwa vizuri kwa sababu ina mbolea ya kuto, ya kutosha. Kwa kitu cha kuzingatia ndicho hicho, angalia mbolea unayotumia, usitumie vinyesi vya wanyama kwa sababu vinatengeneza mchwa na mchwa sio mzuri kwa ajili ya mmea, pia vinachoma mmea. Unaona, sasa tutakuwa tunakupa tips namna ya kumwagilizia dawa, namna booster, unataka hivyo kuwa unaweka, matunda yatatokaje, nini cha kuzingatia. Endelea kuwa nasi, kumbuka hii ni Mayemk Farm, tunahusika na mambo ya kilimo na ufugaji lakini pia usisahau kuna chaneli yetu nyingine inaitwa Mayemk Ark, pia tunahusika na mambo ya majengo okay. Nenda leo utufatie katika ile chaneli, tuko vizuri kwenye upande wa majengo. Tunafanya kilimo, majengo, umeme, kwa sababu Mayemk Ark ni the future company au ni kampuni ya baadaye inayotengenezwa sasa hizi, ambayo baadaye itakuja kufunywa. Ni kampuni ambayo inahusika na kilimo, usafirishaji mambo ya umeme pamoja na mambo ya kudesign majengo. We say tutakuwa na slogan ambayo inasema, we design, we build it and we sell. What we sell, electrical materials and electrical accessories. We design the buildings and we build it okay. And on farming on kwenye kilimo pia napo tuna design kwa sababu unajua lazima utumie akili unapofanya kilimo. Angalia miche yako, na miche mingapi hapa? kuna almost miche elfu moja miche elfu moja Unatakiwa upigije? tutarangu litabeba miche mingapi? tutahiri bado, nakuja kuliongezea urefu, nataka libebe miche themanini Inamaanishaje? No, miche miche 120, namaanisha mstari mmoja utakuwa na miche 60, mstari wa pili na miche 60. Na unaona kama mistari kama mistari miwili lakini, na miche ishirini pale na miche ishirini tuna miche arobaini hapa kuna miche thelathini na sita. Tutarile miche thelathini na sita mara mbili, tuna miche sabini na mbili unaona. Kwa hiyo tunaposema we design, tuna design mpaka na kwenye kilimo, unaona, kilimo bila hesabu, na kwamba usilime kama wazee wa zamani. Sasa hivi tunalima kisasa, pia tuna teknolojia za kutuwezesha kusoma kilimo zaidi. Pia kuna chani kama hizi, tunakufundisha kwa vitendo, achana tu na kusoma. Unaweza kusoma tu material lakini una channel ambayo inakupa practice na kukuambia je, ni kwa nini tusitumie mbolea ya wanyama? Kwa sababu inachoma mimea kwanza, kabla ikiwa midogo. Halafu pia licha ya kuchoma mimea inatengeneza wadudu, unaona, na wadudu sio wazuri katika ukuaji wa mimea yetu, unaona. Tukutane kwenye episodi ya pili. Hii ni episodi ya kwanza ya utangulizi wa kilimo chetu cha hoho. Kumbuka hii ni Mayemki.